Mimi ni Said Senga ni mtendaji wa kata ya Makutupora. Ajali hii imetokea asubuhi, majira ya asubuhi, watoto wanaelekea shuleni wakiwa wawili, mmoja darasa la kwanza, jina lake anaitwa Jolin Renyau, umri miaka sita, lakini akiwa na mwenzake ambaye ni dada yake, darasa la tano akiitwa Caroline Renyau. Watoto hawa wakati wakiwa wanavuka ndio alikumbana na hiyo changamoto akiwa anavuka kwenye sehemu ya alama ya pundamilia kwa maana ya zebra, wakawa wamekumbana changamoto ya kugongwa na hilo lori la magereza. Huyu mdogo ambaye anaitwa Jolin, yeye alifia palepale, lakini mwenzake dada yake alipata majeraha, lakini kwa sasa tunavyozungumza, tayari ameshakimbizwa hospitalini kwa ajili ya kuweza kupata matibabu. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtaa wa Veyula. Kwa bahati mbaya sana, kulikuwa kuna gari liko mbele lilipunguza mwendo kwa ajili pale kuna zebra, wale watoto wakaanza kuvuka. Gari lile lori lililosababisha ajali halikupunguza mwendo, likaa limewagonga wale watoto pembeni kabisa kulia mwa barabara. Kweli tuna huzuni, tunasikitika kwa sababu ya uzembe kabisa wa yule dereva Tunajua baadhi ya watumiaji wa vyombo vya moto kwa sababu moja ama nyingine huwa hawako sawasawa e, ama papara tu ya maisha, sijui msongo mawazo, niseme matumizi e, ya vilevi na wakati mwingine pia madawa ya kulevya e, ingawa sina ushahidi moja kwa moja. Kavyema waka, wakaweka utaratibu ambao wanaofanya wao wenyewe kwa ueredi mkubwa sana kuweka roadblock hapo na kufanya ukaguzi lakini pia kuweka tochi zile za kuangalia speed. Hiyo ni speed limit ya 50 kwa eneo kubwa la barabara hii, lakini magari mengi tunaona yakikimbia, na kwa sababu pia kuna kuna matuta, kwa tuambia waweke hizo tochi, lakini wasikae tu station sehemu moja, inavyowezekana e, waweze kuhamahama. Hey, kwa majina naitwa Fabian Edward, ni mkazi wa hapa Veyula. Gari la magereza likawa limetoka huko kwenye kuchukua mchanga, likaja na speed kubwa mno mimi kanilazimu kuingia pembezoni mwa barabara, nikatoka pale ambapo nilikuwa nikaingia pembezoni mwa barabara. Lakini pale katika lile eneo kulikuwa na bibi aliyekuwa nawavukisha hawa watoto wawili. Yule bibi kwenye kuwavukisha, akawa yeye kajibana kwa nyuma kidogo na huyu mtoto mwingine, huyu mwingine akawa katangulia kwa mbele yake. Na bahati mbaya ilivyotokea, lile gari likawa limefika maeneo yale pale na kukuta au unakujikuta kumgonga yule mtoto ambaye alishia pale pale kwa majina anaitwa Paulo Julius Negele. Ajali niliona kwa sababu yule gari mimi limenipita nikiwa nyuma. Alikuja spidi amenipita, wakati huo mbele kwa kuna pikipiki ilikuwa imesimama kwenye zebra. Ipishe wale watoto wavushwe. Alivyokuja yule ashindwa kusimama pale, ikabidi akate kulia kwake. Akashindwa kulikontrol gari lake ndopaka kuingia kwenye fence ya mission. Na maana kwa spidi alikuwa nayo, ilikuwa sio rahisi tena hiyo kusimama, ndio maana kutokea pale paka kule kutokea kwenye zebra mpaka kufika kwenye hii fence ni distance ambayo ni ndefu zaidi ya mita mia. Sasa je, ni mtu alikuwa na spidi gani? Na maana spidi aliyokuwa nayo ni kale, ndio maana kasababisha kumpoteza mpendwa wetu.